Naitwa Mohamed Janabi, ni daktari bingwa magonjwa ya moyo katika hospitali yetu ya taifa Muhimbili. Kwa kumbushia tu, insulin resistance ni hatua moja kabla hujapata kisukari kamili. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye kisukari unakuwa na hali ugonjwa unaoitwa prediabetes, na hapa ndo kwenye tatizo kubwa, kwa sababu tungeweza kupata wagonjwa wengi ukati bado wako kwenye insulin resistance au diabetes, tungeweza kuepuka hawa wagonjwa kutoishia katika magonjwa kama kisukari na magonjwa mengine ambayo nitayataja huko mbele. Kwa hiyo swali kubwa, inafikiaje mpaka mtu anapata insulin resistance? Na sababu kama mtakumbuka kwenye nani zetu mbili za kwanza, tatizo kubwa ni ulaji wa mara kwa mara katika siku, umekunywa chai asubuhi, kwa sababu unapokula chakula mwili unaingia kwenye kutunza mafuta pale unapokaa kipindi kirefu bila kula ni kwamba mwili unachoma yale mafuta. Lakini sasa umeamka saa moja asubuhi umepata chai saa nne hapo, umekunywa umekula chakula tena, hata kikiwa kidogo, mchana tena saa sita umekula kabla haijafika chakula cha jioni umekula. Kwa hiyo muda wote mwili unakuwa katika kutunza mafuta badala ya kuyatumia, kwa sababu kila saa unakuwa unasikia njaa. Na unasikia njaa kwa sababu kama tulivyosema pale mwanzo, homoni ya insulin kazi yake ni moja tu, ni utunzaji wa chakula, kwa sababu unapokula kabla chakula hakijatumika kile ulicho umekula tena. Kwa hiyo insulin inachofanya inachukua kile chakula inakitunza inakitunza na inakitunza. Namna gani inakitunza? Kwa watu kuwa na vitambi, nakitunza kwa watu kuwa na uzito ambao ni mkubwa na miili ya binadamu. Najua baadhi ya wagonjwa wangu wananiuliza, chakula hicho hicho ni kila mimi nanenepa, akila mtu mwingine chakula kile kile hanenepi? Kweli kabisa, ukisha ingia kwenye insulin resistance, maana yake ni kwamba una insulin nyingi kwa sababu unakula mara kwa mara ndio maana inatunza. Huyu mwingine hana tatizo la insulin resistant. Kuna chembe chembe au cells inaitwa brown fatty cells. Hizi kazi yake ni kusaga chakula. Kwa nalo jaribu kusema hapa, usiseme kwamba mwenzangu mbona mimi nakula kidogo sana, huyu anakula kingi. Huyu mimi nanenepa, yeye hanenepi. Kwa sababu ukiingia katika insulin resistance, chasi yako kubwa ya kunenepa inaongezeka kulinganisha na yule mtu mwingine. Kwa hiyo it goes again, it's not one size fits all. Na tunatoa wapi sasa hizi insulin resistance? Hapo katikati katika maendeleo, kama watu wote tunakumbuka historia ya binadamu, tulianza kule mwanzo kabisa miaka milioni mbili iliyopita, milioni mbili na nusu, watu walikuwa wana winda tu, wanakula nyama tu kitu kimoja. Sasa hata tukikumbuka kipindi kile Hamna mtu alikuwa anakwenda kuwinda saa 12 asubuhi, anakuja wanakula kidogo alafu anawinda tena saa 4, anakuja anakuja kula kidogo, anakuja kuwinda tena jioni. Hapana, kwa sababu na yeye angewindwa na wanyama wengine kama simba. Watu walikuwa wanawinda mara moja wanakula. Kwa hiyo kulikuwa hamna tatizo. Na swala sio kwamba walikuwa wanakula nini. Swala kubwa ni kwamba nini ambacho walikuwa hawali. Huu ndio ulaji wetu wa sasa hivi. Ni kila unachokigusa ni sukari tu. Tukatoka kwenye ile e, era tukaingia era ya pili, ambayo ilikuwa ni kilimo, kwa sababu watu waliongezeka again kipindi kile, kwa kukawa na nyama na kukawa na mimea. Lakini swali ni lile lile, nini ambacho walikuwa hawali. Wagonjwa wangu wananiambia mbona kipindi cha Bwana Yesu walikuwa wanakula mikate? Ni kweli walikuwa wanakula mikate, lakini mikate ile ilikuwa ya na namna gani viwanda vya kusagia vimeanza elfu elf moja mia nane na arobaini steel milling. Na hicho kipindi wagonjwa wangu wanachoniuliza, kulikuwa hamna mashine za kusaga. Kwa sababu ukisha saga umerefine ule unga unageuka, sio ule unga wa kipindi kile. Kwa hiyo hao wenzetu wanauliza mbona kipindi cha kilimo kulikuwa, yes, walikuwa wanakula vitu natural. Unakula muhogo unakula indi unakula viazi uli unga uliosagwa. Na tatizo kubwa katika yote o lilianza hiyo miaka inaoisema, mwaka elfu moja mia nane na arobaini ndio viwanda vilipoanza kuingia duniani na kuanza kusaga na kuprocess vyakula. Sasa pale ndio sukari na yenyewe kapanda, tukaanza kubadilisha na sisi diet, na ndio maana unaona kipindi kile ukikuta watu kama wamasai kwa mfano, mlo wao ulikuwa ni nyama na maziwa, walikuwa hawaugui. Kwa nini? Sio kwamba nini walichokuwa nakula, lakini nini walikuwa hawali nini. Tulichofanya tukawaleta wamasai Dar es Salaam, tukawaambia waanze wa kulinda majumba yetu. Atapata wapi nyama ya kwenda kuwinda na nini? Kwa hiyo wakaanza kula vyakula gani? Wakaanza kula vyakula vyetu pamoja na chips. Sasa leo maodini kwetu na Wamasai nao unakuta wanaumwa wa magonjwa ambayo kwa kipindi cha nyuma walikuwa hawana. Ni nini ambacho tunashauriwa kuepuka? Ni vitu vyenye refined flour, vitu vyenye sukari na vitu vilivyokuwa process. Kwa sababu mwili wetu labda nitoe maelezo mwili wetu una hormones nyingi na mimi nitajaribu kuiweka ikiurahisi kabisa, ku simplify, lakini iko complicated zaidi, lakini nitarahisisha kwa kuiweka kwa hiyo. Una hormones zinazoitwa anabolic hormones na una hormones zinazoitwa catabolic hormones. Sasa hormones gani ni anabolic? Kuna insulin, kuna homoni inaitwa growth hormones kuna hormones inaitwa sex hormones kama vile testosterone, estrogen, ambazo zinatudrive sisi kufanya tendo la ndoa. Naona hormones zinazoitwa catabolic, thyroid hormones, steroid hormones na glucagon. Sasa kukiwa na balance ya hizi hormone, hamna tatizo kabisa, afya yako inakuwa njema. Nini kinachotokea hormones zinapokuwa kuna kuwa na imbalance sasa, kwamba insulin ikiongezeka kwa sababu ya insulin resistance, kwa sababu kila unapoingiza chakula kongosho lazima litoe insulin. Sasa kwanza ilikuwa inatoa insulin hivi, wewe umekula tena, inahitaji insulin nyingi zaidi, umekula tena, inahitaji insulin. Sasa ukifanya hiki kitu kwa muda mrefu, ndio hiyo miaka kumi, kumi na tano, kuna kuwa na chronic production ya insulin, unaingia kwenye insulin resistance, kwa sasa unahitaji galoni ili uweze kusaga kile chakula. Na hapa ndo inapotokea kidogo mchana. Kwa sababu insulin ikiwa nyingi, we ukienda hospitali ukipimwa sukari, kwa sababu una insulin nyingi, sisi tunapotazama glucose pale natupoteza kidogo, kwa sababu unachokiona pale ni glucose ukati ndani insulin iko nyingi. Na ikiwa nyingi, nini inachofanya? Sasa kwanza hizi growth hormones zitashuka sex hormones zitashuka. Ukishusha sex hormones nini kinachotokea? Ndo changamoto ya watu kushindwa kupata watoto, changamoto ya kina mama hamu ya, ndo, ya tendo la ndoa inaposhuka, kina baba wanapata erectile dysfunction. Thyroid hormones zitapanda juu au zitashuka kila wagonjwa watatu wane wanakuja kliniki leo, wana matatizo ya huu ugonjwa wa thyroid, thyroid ukoje? Ndo wale ikiwa nyingi ikipanda juu sana, ndo wale macho unaona watu kama inataka kutoka. Ikiwa thyroid iko chini, ndo wale watu ananenepa, anakuwa yuko slow kwenye kila kitu why? Kwa sababu kumetokea imbalance, insulin iko nyingi, tunaona watu uzito unaongezeka uzito unaongezeka kwa sababu steroids zinakwenda juu, na wale waliokuwa kwenye medical school wanafahamu, tulikuwa tukiona wagonjwa wanakuja wanene hospitali, tunasema huyu ana Cushing's. Yani unakuwa mnene, mafuta yanajaa hapa, mafuta yanajaa kwenye kitambi, kwa sababu kumetokea imbalance, insulin imekwenda juu, na hizi steroids zimekwenda juu na kuruka kuni zimekwenda juu, na pale ndo watu wanapoishia kupata kisukari. Kwa hiyo hii balance ya hizi hormone kwenye mwili yetu ni kitu muhimu sana, na ukitaka kuona sasa, mimi na wanasayansi wengi hatuamini kwamba binadamu wamebadilika genetically kupitia genes, hapana, kwa sababu huyu mtu hapa, huyu mtu hapa na huyu ki genes wanafanana, lakini nini kilichobadilika kati ya huyu huyu na huyu huyu kwa sababu ya hormones ziko juu za insulin na kisukari na kila kitu, amebadilika amekuwa onene. Kwa hiyo tunahitaji kitaalamu, amekuwa mo -hormonally modified na hormone gani ambayo ni kubwa inahusika? Ni insulin. Kwa utaona evolution ya binadamu jinsi zina play part, lakini kitu kikubwa kilichotubadilisha hapa katikati ni ulaji wetu, ambao insulin inakuwa involved sana. Sasa, magonjwa gani yanayohusikana na insulin resistance au prediabetes au stage moja kabla hujafikia kisukari kamili? Sasa magonjwa yanaohusikana na tatizo la kuwa na insulin nyingi tuliyagusia kwenye recording zetu mbili za kwanza, lakini magonjwa yanohusikana sasa, moja ni uzito kuwa mkubwa magonjwa presha, kila mtu anaona yalivyokuwa makuu mengi siku hizi, kisukari, saratani, Alzheimer's disease. Huu ni ugonjwa ambao uko zamani, watu akifika miaka mia kumbukumbu bado iko pale pale, lakini sasa hivi utaona mapema kabisa, miaka sitini na tano, sabini, watu wameshaanza kusahau vitu, hawezi kufanya vitu vidogodogo dogo vya kwake. Ni ugonjwa unaitwa Alzheimer's disease, kumbukumbu zinazidi kupotea, tunaanza kusahau vitu umri mdogo kabisa. Na ukishaanza kuona ufunguo wangu nimeweka wapi, na ufunguo ulikuwa nao hapo mwenyewe, ufunguo wangu wa mlango nimeweka wapi, simu yangu iko wapi, ni viashiria ambavyo sisi wote tunatakiwa kuwa uangalifu kidogo. Magonjwa ya moyo yameongezeka, watu wamekuwa na matatizo makubwa sana ya magoti arthritis, kwa sababu ukiwa na insulin resistant, mwambie daktari wako akupime uric acid, ataikuta uric acid iko juu. Zamani ulikuwa ukiona ya magonjwa unasema mtu ni mnene sana, lakini siku hizi hata wale waliokuwa wembamba wana matatizo ya magoti, na anaweza siwe na uzito mkubwa, lakini ana insulin resistance hata ishia kwa sababu insulin inaharibu magoti na viungo vingine. Magonjwa ya figo, pale mwimbili tunaendelea kusafisha figo, watu karibu mia na hamsini kila siku wanakwenda kwenye dialysis tumelizungumzia hili la kina mama kupungua hamu ya tendo la ndoa, kina baba nguvu za kiume kupungua kidogo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ukianza kuviona vinaashiria insulin resistance, kama huna kisukari kamili. Na ukitaka kutizama wagonjwa wetu wa moyo, wakiwa kumi, wawili au watatu kati yao wana kisukari, ambao kimeonekana kabisa. Sasa hii slide inaonesha nini? Hii bluu ni vifo na hii nyekundu ni ulaji wetu wa wanga na kisukari. Sasa tizama zinavyoendana wanga katika chakula mwingi, sukari nyingi, vinaendana na hivi vifo, kwa sababu yale magonjwa aliyotaja. Lakini kitu ambacho muhimu sana, ningependa sana watazamaji mtizame, tizama hii miaka hapa, sukari ilipokuwa hadimu. Hiki ni kipindi cha vita ya kwanza ya dunia na vifo vilipungua vita ya pili ya dunia na vifo vinapungua. Inakwambia nini? ulaji wetu wa wanga wahali, wa hali wa juu na sukari unaendana na magonjwa yanayopelekea mtu kupata vifo, na vifo vingine ni vya mapema, premature death, kwa ni vitu ambavyo vina ushahidi wa kutosha, na haya ninayoyasema yako kwenye tafiti za wenzetu waliotangulia na reference iko hapa inaweza kutizamwa, kwa ni tafiti zilizofanywa, sio vitu vya mtandao vya kukisia. Sasa ushauri wangu mkubwa ni nini? Kwanza kupunguza ulaji wa mara kwa mara na tupunguze tu, wanga na sukari, kwa sababu tatizo kubwa ni hivi vyakula vya aina mbili, na ninaposemea sukari sio lazima tu ile sukari tunaweka kwenye chai. Vitu vyote ambavyo ni vitamu, maana yake vina sukari ndani yake, kwa ni kuvipunguza hivi, kupunguza ulaji wa hivi vyakula vya kusindika processed food, kupunguza utumiaji wa polyunsaturated fats. Kupungu... kutumia kama source ya... ya kupata nguvu vyakula vyenye protein na mboga na mafuta kama olive oil, kutumia matunda hasa kama avocado, mazoezi ya hatua elfu kumi kwa siku, kukontrol uzito wetu. Narudia tena, kuacha kula mara nyingi, mara tano sita kwa, na napozungumzia kula hata hivi vitu vidogodogo hapo katikati. Lakini kubwa katika yote ni intermittent fasting, kufunga tulizungumzia kwa mfano umekunywa chai saa sita, peleka chai kunywa saa sita, haina madhara kiafya kutokunywa chai asubuhi. Ukinywa chai saa sita, ukija kula chakula cha jioni saa mbili ya usiku, maana yake ni kwamba umefunga masaa kumi na sita au umekula masaa nane. Kwa hivyo kama tulivyopeleza kwenye zile nani zetu mbili za kwanza vitasaidia kuondoa hiyo insulin resistance. Na uzuri wa hichi ninachokishauri hapa hamna hata kimoja ambacho unatakiwa kutumia hela, kiuhasa kitakufanya ubane matumizi. Hamna kidonge nilichokizungumzia hapa, hamna sindano nilozungumzia hapa. Mwisho kabisa, nafikiri kubwa tunalotakiwa kujaribu kulisema hapa, tupunguze kuwa mateja wa sukari na wanga, tuongeze kutumia protein na vitu vyenye mafuta machache, kwa sababu ukipunguza ulaji wa sukari na wanga, hautaweza kupata njaa mara kwa mara. Kwa sababu nini, kinacholeta njaa moja kikubwa ni insulin. Kwa sababu ukiingiza chakula chenye kikienda kukichukua, ina maana lazima ule tena. Kwa hiyo unakuwa huna tofauti sana na watu wanaotumia madawa ya kulevya. Nafikiri wengi wenu mmeshawaona pale, anapohitaji dawa ya kulevya ni kwamba atafanya kitu chochote, lazima ipate. Anakuwa kwenye arosto. Sasa na wewe usije kaa kwenye arosto ya sukari na wanga, unaanza kutetemeka kwa ukisha kula chakula, kitu kidogo chochote kile, umekula korosho, umekula kitu gani, unajisikia vizuri kwa sababu ulikuwa kwenye arosto. Ndio huko unajaribu kutaka kuwashauri, kuwatoa kwenye hilo. Tizama ipi na kufaa, tizama una changamoto gani. Na hapa tukuweza kueleza kila kitu. Kuna watu ambao ni wajawazito, kuna watu wana kisukari, hao ni wanabidi kuonana na daktari wao. Chukua haya nilosema, mkashauriane. Nashukuru kwa kunisikiliza. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi.